Hakikisha unampata binadamu mwanaume atakayeiondoa laana yako, na ukumbuke unatakiwa kupigwa busu na mwanaume ambaye hajawahi kushiriki tendo la ndoa toka kuzaliwa kwake. Una siku kumi pekee. Ukishindwa kukamilisha hilo, basi nafasi hiyo utaipata baada ya miaka elfu moja baadaye. Habari yako mrembo. mimi naitwa Gamba, ni mwenyeji sana katika huu mtaa. Unajua, nimeishi kwa miaka mingi sana, sijawahi kukutana na mrembo mzuri kama wewe. Imekuwa kama bahati kwangu. Inavyoonekana we ni mgeni sana hapa mtaani. Usijali eh. kunyamaza kwako kimya inamaanisha kwamba unakaribia kunikubalia, ila unaonaje kama utakuwa ubavu wangu wangu bwana, leo upike mapema kabisa, weka mambo yako safi mapema leo. Nina michezo mitatu yote hatari. mchezo gani? mambo ya mpira tena football, na mchezo wa saa moja unaenda dakika tisini mpaka saa tatu kasoro pale, naanza mechi nyingine alafu na mechi moja kabambe, hiyo mke wangu, hiyo ndio inaisha saa nane usiku. saa nane? Hey. Hey, mambo ya football michezo na, yani nini sengo? Nimeshuhudia, nimeshuhudia mauaji kule polini wakati nachuma dawa, nachuma dawa zangu za tumbo ah. Hmm. Mke wangu mke wangu, na kushauri muonye mdogo wako achunge huu mdomo. Hivi unaongea nini hapa wewe eh? Kwa nini unapenda kuchongachonga mdomo kuongelea mambo ya watu kila siku, mambo ya watu Nisikilize nikwambie, shemeji, mambo ya watu hayazungumzwi ovyo, shemeji. Nakwambia unisikie na unielewe, umeelewa? Maneno yanakwenda na upepo, watakutumia nziki goli avunjie ungo mwilini kwako, nisumbue hapo <tipi> Amemuua nani? Yule amemuua John Sengo? Yule mdada yule mdada alivyolegea vile, anaweza akaua mtu jamani? no. mm. Yule anaweza kuua yule, roho ya mtu kuitoa? Nafikiri kama vile unapakuwa tembele kwenye bakuli ule ugali, ndio unaona wewe urahisi. Wewe umbeumbea utaacha lini jamani? <coughs> Sengo, Mbona utafutia tafutia maneno na watu wa mtaa huu Sengo jamani. We mdogo wangu vipi? We subi kwanza, unaendan? Naenda ndani simpo hapa hapaminenda mm, zangu ndani. Eh. Hey, mama. Ndio senyorita, nimekumisi sana mpenzi wangu. Hey, fanya urudi basi mama, unajua tena bila wewe mimi siwezi kabisa. Yes kabisa Unajua hey, usiku mrefu sana mke wangu, jitahidi basi urudi. ni vifo vya kutatanisha, kusema ukweli. Mpaka jioni hii wameshakufa vijana watatu ah. Kwa hiyo wameuawa au wamepata ajali? Sio ajali, huwezi amini. Vifo vyote vinafanana, hakuna aliyechubuka wala kuumia popote pale hayo ah. Ni mauaji hayo, hayo ni mauaji kabisa hayo. Na askari nao wanasemaje? Emsikilizeni kwanza mimi hapa namjua muuaji. Kila siku nakwambia, kwani unapenda? Hey, kulopoka lopoka shemeji, kulopo, shemeji, utanitia matatizo mimi na dadako hatuna hela ya kukutoa jela <tos> <tos> lakini kama anajua ataje. <coughs> Afu sikiza nikwambie tu ukweli shemeji, mimi acha tu niseme ukweli, kwa sababu nisiposema ukweli sote hapa sisi tutakufa. Mimi bwana, mtu wa maana kabisa, mi muuaji namjua, ikiwezekana utupeleke ndugu zangu, wananchi wenye hasira kali, muuaji yenyewe ni huyu binti kama mnavyomwona. Msimuone hivyo mpole, yani huyu anaua watu kwa kuwaangalia tu, sijui anatumia dawa, sijui kachawi, aka na nimemshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu akimuua bwana John. Huyo msimuone hivyo, huyu ni killer girl. Kulikoni jamani, mbona mnakuja bila taarifa kwenye miji ya watu bwana? Masumbuko, nadhani taarifa za vifo wanazisikia. Uh, kusema kweli mji wetu hauna amani kabisa. Kwa hiyo kama mji hauna amani, mimi nifanyeje sasa hmm? Nawauliza nyinyi, mimi nifanyeje? Halafu mnakubalije kuongozwa na kichaa kama huyu? Mpaka hapa kisa tu maneno ya kuambiwa, lazima mtumie akili, use your common sense. So mnakuja kichwa kichwa hapa, na kama watu wameamua kufa si wafe tu, shida iko wapi? Wani, mimi, yani mimi nisikilizeni, niaminini kabisa, mimi nawambie, ni ukweli. Huyu binti ndo anauwa watu hapa mtaani, huyu binti ndo anafanya mtaa unachafuka. Huyu huyu ni muuaji, msimuone hivyo hivyo, kapole ni kabaya ako ni kauaji, yani huyu ni wakunichukulia atua. Huyu vipi jamani, kulikoni tena? Amekufa? We nao umeanza umbea. Kafa wapi huyo, wakati mnajua wote kwamba huyo mtu anauma kifafa kila siku hapa kijijini. Kazi yake ndio hiyo kudondoka dondoka. Haya, mnachowashangaza nini, kinawashangaza kipya hapa ujamaa? Mbona anachukulia poa bana masumbuko. Kama huyo ana kifafa, kwa nini asiende kuangukia kwao, aje kuangukia hapa? alafu bwana we kamdomo, bwana kamdomo wako kata kuponza misimo. Kwa hiyo inamaana hauna pakuishi kabisa? Okay basi, usijali, nitakupa hifadhi hapa kwangu, maana anaishi mwenyewe tu, kama taa za barabarani. Urudi <laughs> Ah. E, mchumba mwenyewe sasa, kila ukimwongelesha kujibu ajibu, sasa sijaelewa ni bubu au kiziwi. Ah. Sema na hili jamaa jao sana ya linadondokaje mbele ya mchumba? Yaani nia yake na lengo linifezeeshe tu hapa nipate kuzalilika. Sasa wewe ukiinuka utanitambua, ndo utajua kwa nini walinita mjumba mjubenga. Samahanini sana kwa kuingilia mazungumzo yenu eh? <laughs> sawa kaka eh? nisamehe sana mimi <laughs> nimekukata kwenye mudi. Uh, dada mimi nina shida ya kuzungumza na wewe kidogo tu, unajua dada mimi na shemeji yangu pale nyumbani mbea, mbea. Yani huyu shemeji yangu ni bora friji lisilogandisha kuliko yeye, yani ukimpa neno lako saizi, hapa mtaa mzima kashalita ndani ya da, dakika moja eh? sasa huyu shemeji yangu anakuzungumzia wewe anakuzungumzia katika maneno mabaya, anakuzushia maneno ya uongo. Kwa kifupi, sasa hivi tunavyozungumza tayari amekamatwa na askari, wamemkamata wamemchukua juu juu, yani kwa mkwidu mkwidu, mpaka kituono wamemwingiza ndani, memwona ndani hivi kabisa. Shemeji kaingia. Sasa mimi kilichonileta hapa dada yangu, nahitaji msaada wako. Msaada wenyewe ni mimi na wewe hapa kutoka hapa mguu kwa mguu, si umenielewa? mguu kwa mguu mpaka kituo cha polisi twende pale ukasaidie kumtetea ndugu yangu. Ana degedege au wewe una kifafa? Asubuhi mume wangu. Sa, sa, salama mke wangu. Msiba siku tatu, unajua? Sijaelewa hapo. Mbona uko hapa? Nimepigiwa simu kuwa umemkaribisha mwanamke katika chumba changu na nimekuja kufumania. Leo patachimbika hapa. Eh, hebu tulia, nakuomba utulie sana mke wangu. Hebu eh, nipishe, nipishe. Hebu eh, eh, tulia mke wangu. Ukiwa na mapepe basi. Sasa mtu mwenyewe haongei, hafanyi chochote. Umo ndani mwenyewe toka amekaa jana anaangalia tu mabati na kwambia anahesabu mabati. Hadi yani mimi mwenyewe nashindwa kumuelewa. Sasa hata ukienda kumfanya chochote mke wangu, si kuna muonea tu. Wewe uone kama huyu mtu anahitaji msaada wetu. Nimekwambia nitaua mtu. Hata awe chizi au awe nani. Mimi sijali kitu chochote. Nipishe nitadili naye mwenyewe. Hebu mke wangu na wewe usitaki kunichanganya ujue. Hapa nilipo nina kesi polisi. Mtoto wa ndafa amefia hapa nyumbani jana. Nini? Hebu acha stori za kukopesha madam. Leta mayaya yako. Tulia, hapa mbona unakuwa hivyo? Mtu umefika. Badala, tukae tuongee, ushaanza mapepe yako.

Yaani namfikiria mdogo wangu sipo katika hali gani, alafu mtaa kwani umekumbwa na nini? Mbona kila siku vifo? Mimi mwenyewe sijui nini kinaendelea, yaani sijui kabisa, yaani sijui kinaendelea kitu gani hapa mtaani, mm. au umeibuka ugonjwa wa ajabu unatutafuna kimya kimya, unakaa nao unajua na wewe mwenyewe uko vizuri siku sasa, ukisha ukishakaa muda mrefu unajikuta unadondoka tu tu umekufa. Haiwezekani. Sasa tusemeje? na kama ulikuwa unajua kwa nusu, usingeniambia tangia jana ili iweje? Eh, haya. Ah, sasa ndio nishakwambia jana, ndio watu asingekufa? Eh, haya. Ah, naye mbe, wewe unapenda vitu vya moto moto, habari za moto moto unazipenda sana wewe, ili twende wote tukamtie mdogo wangu. Manake wewe ushahidi tayari unao, tungemsaidia anateseka. Wewe umejisikia unachokizungumza kwanza wewe? Ah ah, maneno uliyoyaongea wewe mwenyewe umekaa, ukafikiri, ukayasikiliza kwa umakini maneno uliyoyaongea au unalopoka tu? Au unalopoka sababu umekula maandazi haya, unapata chai hapa, eh? Ndio unalopoka. Mimi nikienda jera nikifungwa, eh? Wewe utakunywa chai ikapita kweli wewe? Hmm? Yaani mimi nitoke hapa niende polisi nikatoe ushahidi unaofanana na ushahidi wa shemeji yangu ili sisi sote tuonekane sasa familia moja ndo wauaji, si ndio? Au yeye mwanamke ni jini? Kungulu kasema kila mtu kwao kwao kwao mchanga pani huo sitaki kumzungumzia. Samani kwa kilichotokea. Naomba nikupangie nyumba. Maana mke wangu namjua mimi. Ana akili za kishetani shetani. Yaani yani, kama kajini hivi na imani hutowezana naye pale na chochote kile utakachokitaka mimi niko tayari kukupatia. Ah, napenda sana tumacho twako, unajua na tumacho tuzuri kiukweli, nimekupenda toka mwani mwangu. Najua wewe ni bubu, huwezi kuongea, basi naomba hata utabasamu kidogo, ili nijue kama umenikubalia na umenisamea. Tabasamu bana? Acha ukiliona tabasamu langu lazima ufe, siyo kwa sababu mimi sio binadamu wa kawaida. Kwa hiyo sijaribu kufanya vitu vya kunifanya niweze kufurahi maana ukiona tabasamu langu tu. Kwamba unamaanisha nini? Mm, mimi nina laana na nimekuja kwenye dunia hii ili kumtafuta mwanamume ambaye hajawahi kushiriki tendo la ndoa toka nazaliwa. Mbona unaelewekiwa mwanamke wewe, mala useme wewe sio binadamu wa kawaida mara sijui vitu gani eh? Au ndo unanitafutia sababu ya kunikataa? Hebu nisikilize vizuri eh, give me chance, mimi nakupenda, hebu nielewe basi, usinifanyie hivyo bwana. Naomba nikuulize, unamjua mwanamke? Kumjua mwanamke kivipi? Yani unanivuruga. Ujue nataka nikupe kazi, kazi ya kunitafuta mimi mwanaume ambaye hajawahi kushiriki <laughs> unajua unachekesha sana mwanaume ambaye hajawahi Utampata wapi mwanaume wa namna hii katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia, vizazi vya Facebook, TikTok? Unampata wapi mtu ambaye wa hajawahi? Ni sengo ndo hajawahi